Tunaangalia muonekano huu tunaoonekana nao kwa macho ya nyama, kuna mwonekano ambao unatakiwa utazame kwa jinsi ya kichwa na rohoni, ili Mungu akufunulie yaliyo rohoni. Sisi tunatembea kiroho kiroho, kuna wakati unatakiwa utazame kiroho kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Hapo tunapigwa wengi, tunapigwa kwa maana hatuna macho ya rohoni. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, mnanielewa lakini mstari lakini hapo tulipofika, tulipofika na tuendele katika hilo hilo. Ndugu zangu, mnifuate mimi, mkawatazame wao waendao kwa kufuata mfano tulio wapa ninyi. Mnitazame mimi, mkawafuate wale wanaopenda kwa ule sikini. Tumie mfano gani hapo, nisaidie. mtawatazame wale wanaokwenda kwa kufuata mfano tulio wapo. Amen. Paulo anasema mnifuate mimi Paulo, alafu mtawatazame wale wanaoenda kwa kufuata mfano tulio wapo. Amen tumfuate yeye, tukatazame pia, tukawatazame wale waendao kwa mfano ule ambao akina Paulo waliwapa hapa. Nisem, mfano wetu sisi ni Yesu, si ndio? Tumfuate Yesu, na ndio maana nimekuwa nikisema Ukiona mtu anasema "Nakufundisha neno lakini msinifuate mimi, nachofanya ni injili mfu, hiyo ni mafundisho potofu. Bwana Yesu atusaidie. Ukiona hivyo, hayo ma mafundisho sio mafundisho ya kusikiliza. Ziba sikio, ondoka. Ni, ni imani potofu mo, utapotea. Nu mmoja ya mtu ambaye anasimama kufundisha, unataka kufundisha, na uwe mafundisho ambayo Yesu aliwapa. Maana wale wanaotuongoza kuna mafundisho ambayo Yesu amewapa wao, si ndio? <coughs> wao wao kielelezo ili na sisi tuwatazame hawa. Maana tumemfuata nani? Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo nikisema hivi, Kiswahili kina kazi nzuri. Kina kazi nzuri. Yesu ndiye tunayetakiwa kumfuata. Lakini baada ya Yesu wako watumishi wa Mungu ambao wanatuongoza